Sasa hekalu la Mungu linaharibiwaje? Mungu amekuumba katika usahihi. Haleluya, umekamilika. Yaani ulipozaliwa umekamilika. Mungu amekupa pua, na huku tena pua. Wengine wamebarikiwa wamepewa ku, pua kubwa zaidi, anavuta hewa nyingi tofauti na wewe. Ule ni mbaraka ambao Mungu amempa mtu neema sasa wewe usianze kumcheka mtu kwa sababu yeye ana pua kubwa, kwamba huyu hey, ana pua kubwa ah, huyu amepewa neema, anavuta hewa nyingi kuliko wewe Haleluya. Mungu amekupa kinywa, kila mtu amempa kinywa, kinywa chake mwingine kikubwa, mwingine kidogo, mwingine cha hivi, mwingine cha hivi, ni utukufu wa Mungu. Utakiwi kinywa, madoido, no, wewe utakiwi uh kinywa. Sasa ukianza -uh. kukiwekea madoido unayotaka wewe amekupa masikio safi kwa ajili ya kusikia. Wengine wanayo makubwa, wengine madogo. Sasa katika haya masikio, wengi huwa wanatoboa ti hapa. Tayari ushaliharibu hekalu la roho Mtakatifu kutoboa. Haleluya, umeliharibu tayari, umeliingizia wewe utaratibu wako Mungu anasema sio mali yako, huu mwili ni zawadi aliyokupa, lakini yeye ndio mmiliki wa huu mwili. Sasa umelitoboa. Neno la Mungu linakataza kutoboa. Haleluya! Neno la Mungu linakataza kulichola chola, matatu kuchola chola Haleluya! Kwa hiyo namna yoyote ya kujiongezea wewe uumbaji wa mungu kwenye huu mwili unaliharibu hekalu la roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna wengine wanachubua hadi ngozi. Amepewa ngozi ya asili lakini anachubua, unamkuta huyu mtu mweupe mpaka mishipa yote ya damu inaonekana. Manake ngozi aliyokupa Mungu ile ya mbinguni haifai. Wengine wanabadilisha jinsia, anatoa jinsia ya kiume, anaweka jinsia ya kike umelialibu hekalu la lo mtakatifu.